Mtazamaji hapa, tupo katika kijiji cha Orngadida kata ya Qash katika wilaya ya Babati ndani ya mkoa wetu wa Manyara, na tumefika nyumbani kwa Bwana Kentigan Bruno ambaye ni moja kati ya watu ambao waliibua maswali mengi sana hususan katika mitandao ya kijamii kwa baadhi ya taarifa ambazo tuliziripoti, e, kutokea katika kijiji hichi mara baada ya tukio la kijana mmoja kumuua mama yake naye kijana huyo kuuawa na wana wananchi kwa wenye hasira kali, na imebidi sasa tufike katika familia ya, ya mzee huyu Bwana Bruno ili tuweze kufahamu hasa hasa kuhusiana na changamoto ambayo inamkabili kutokana na mwonekano wake na maswali yaliibuka, wengi wakifikiri labda huenda ni ugonjwa wa mpox, ama ni jambo gani ambalo limemkumba, na imebidi tufike hapa ili kufahamu hasa hasa changamoto gani inampata na, tupo naye hapa, tutazungumza naye e, maswali mawili matatu, ili kufahamu hasa hasa nini ambacho kinamkabili. Na kama Mtanzania pia ukiguswa na taarifa hii pia unaweza kumsaidia kwa namna yoyote ile e, kwa uwezo na mali pia kuhakikisha kwamba Uh, sisi sote tunakuwa ni ndugu na kutatua matatizo katika jamii ambayo yanatukumba. Mimi naitwa Raymond William na nyuma kamera iko Paul Jackson Liliu. Ni baba shamo maraba, mheshimiwa Habari za leo na ongera ah, na pasaka pia. Habari za leo ni njema, na pia tunamshukuru Mungu, Pasaka ni njema, sawa sawa, okay, okay. Uh, tumefika hapa kwako kutaka kujua hasa uh, hii changamoto ambayo inakukabili kutokana na muonekano wako huu nao hivi sasa uh, tungependa kufahamu uh, majina yako kamili, lakini pia uh, hata umri wako ikiwezekana na familia yako pia kabla hatujaendelea. Eh, kwa jina anaitwa Kentgan Bruno Laurent au mm -hmm. uh, kent gani bruno masaka ni baba wa watoto wangapi baba wa watoto watano mke mke moja mke mmoja yeah. asante sana uh, tunaomba kufahamu hasa hii changamoto inayokukabili mm -hmm. eh, ilianza lini na ilikuwa kuwaje mpaka uko hivi sasa eh, kwa kweli tatizo hili lina muda mrefu nakumbuka mm nikiwa -hmm. shuleni kilitokea kiupele na, ki na ndicho naona kilichozai kiupele cha nyewe ni hiki mm -hmm kilichotokea sasa. mm -hmm. Kila yaani, kila nani, kila mwaka unapokwesha, vikao vinazidi kujitokeza vinajitokeza vinajitokeza. mm -hmm. Nikajaribu kutumia dawa za asili, kila anayeniona kwa kweli mm -hmm. ananiambia jaribu dawa hii. okay. Kweli najaribisha mm -hmm. natumia, hainipi mafanikio. mm -hmm kile yaani, nakutana na changamoto nyingi. Watu wengi huwa wananihurumia, nasema hebu jaribu dawai bwana. mm -hmm. Natumia hamna. Nikakutana na mzee mmoja wa Kimasai sikua. mm -hmm. Tulikuwa garapo hapo. mm -hmm. Akanitazama kama kijana. mm -hmm. Chukua majani ya vitunguu, pondaponda, ogea. mm -hmm. Nikamwambia mzee, itanisaidia? akasema mimi ndio nakwambia, we ogea wa majani kwa kweli nikapata ile majani nikayatumia, nikaogea kama wiki nzima mm -hmm. sijaona mafanikio yote, inabidi niache tu na, na, na. Hapo ulikuwa ni ulikuwa na umri gani kipindi hicho? Ah, kipindi hicho nilikuwa na miaka kama hamsini hivi, wala sio muda mrefu sana mm -hmm. Mm, lakini tatizo hili la muda mrefu zaidi ya miaka arobaini zaidi ya miaka arobaini sasa. e, e. nikawa natumia tu madawa madawa ha fikia kileleni, sasa nitafanya nini? mm -hmm. Nikiangalia hali yangu ya kifedha ni ngumu. mm -hmm. Hospitalini bila hela inakuwa sio rahisi kwenda. mm -hmm. Vipi, ulishawahi kwenda kwenye kituo chochote cha afya au kukutana na wataalamu wa afya? E, nakumbuka kuna mashirika fulani yalikuja hapa kati mwaka, kama sikosi mwaka jana, sijui. mm -hmm. ni mashirika gani yale? Yatakuwa nimeyasahau kidogo, walikuja hapa Rongadida. mm -hmm walikuwa wanasema yani, tunatoa tiba zetu ni bure. mm -hmm. kila kitu ni bure. mm -hmm. Nikasema ee, boacha nikapate mwafaka pale. mm -hmm. Nikawa nimekwenda kweli. mm -hmm. Wakaniangalia. Aha, wakaniandikia tukaratasi, kaniambia tunaenda mkoani. na hawakuweza kukuambia labda ni tatizo ni nini? Ah, hawakuweza maanake kile tatizo wanasema, mpaka tupate vipimo. kwa macho tu ni ngumu kuelewa tatizo ni nini. na wale, ulishawahi kupimwa nakumbuka nilienda tarehe kumi na mbili mwezi wa tisa mkoani sasa mm -hmm. elfu mbili ishirini na nne mm -hmm. kufika pale kweli wakaniangalia, wakaniandikia tu rufaa ya kwenda wapi, kwenda KCMC, mm -hmm. kwa dokta wa ngozi sasa. Baada ya kufika nyumbani na kihali ya uchumi nimekwama, ikabidi nishinde tu kwa hali ya uchumi ndio imekupelekea kushindwa kwenda KCMC kupata e, vipimo zaidi? E, nimeshindwa kwa sababu pesa hakuna. Kwa kweli mpaka leo hii haujapata kujua tatizo ni nini? Mpaka e, hivi tunavyoongea sasa hivi sijapata tatizo, sijaelewa tatizo ni nini? mm -hmm. yes. na labda tu kwe, kwa hali hii ulionayo inakupa changamoto gani katika maisha yako ya kila siku mm -hmm. na majukumu yako ya kila siku? Kwa kweli kwa hali hii yani, imeniaffect vibaya sana, ina maana mm. mm. kitu kama kazi ni ngumu hata kulala kwangu, kama ingekuwa sogodoro siwezi kulala, kwa sababu mwili wote umeharibika. Kuna maumivu unayapata huo, kuna sehemu zina maumivu makali yani mno, kama kuna matezi iko hapa kiunoni, hmm. yani ukiligusa hii taskiremepiga hmm. shoti umeme hmm. inauma hasa hasa hasa. hmm. Na kama mnavyoniona nimeharibika yani, hata mbele ya jamii, mpaka na mimi mwenyewe najiona, hmm. basi tu. Na, na labda katika maisha yako ya siku zote ulishawahi kukutana na changamoto yoyote ya jamii na kuzunguka familia yako namna labda ya kukunyanyapaa, kukuchukulia labda kama eh, sio mtu ambaye anastahili kuwa katika jamii. Ulishawahi kukutana na changamoto yote ya namna hii? Aa, kwa ndani ya familia yangu kwa kweli hapana, lakini baadhi ya watu wapata ile kupeana amani, unakuta sometimes mtu anaona ni kama vile atamwambukiza eh, sasa inanipa masikitiko makubwa sana kwa jamii na kuzunguka watu wengine wanaogopa wana, hata kukusalimia kwa kukupa mkono. Kwa jamii hapa tuliokuwa nayo hapana, lakini tofauti na hapa hata anza sometimes wengine wakiniona kama ni marika ya chini wananikimbia, yaani mm -hmm. wananiogopa kabisa. okay. mm -hmm. Na vipi kuhusiana na familia yako, kuhusiana na familia yako nikizungumzia mke, ndugu, wazazi walishawahi kufanya jitihada zozote zo kuhakikisha kwamba wanakusaidia katika changamoto hii? E, walisema kweli, wamacha tumwombe Mungu baada ya kutoka mkoani. mm -hmm. Walisema tutajipanga. mm -hmm. E, sasa ukiangalia wengine kweli alizao ni duni na nini. mm -hmm. E, tutajipanga, tujajipanga, siku zinakwendaga tu, tutajipanga, tutajipanga. Sasa nashindwa kuambia, jamani, inakaaje nisaidieni. mm -hmm. E, nilienda kwa mamaangu mzazi kweli akasema hebu tutajipanga, na ndugu zangu wote nilishawaambia wakasema tutajipanga, lakini unakuta kila mtu iko busy kwa kweli na shughuli yake, au anasomesha au yuko hivi hasa mm. E, kunisaidia inakuwa ni ngumu kwa kweli, na unaona, ni kutokana na mazingira ya hali ya maisha pia, si ndio? Eh, maisha ndio anachangia mm. Hali ya maisha, kama fedha ingekuwepo, singekaa hapa, ningesha ondoka siku nyingi sana. Na vipi, ulishawahi kusikia labda, huko nyuma, katika familia ama kwa ndugu zako ambao ishawai kupata tatizo hili? E, kweli nilishajaribu kuwaulizaga wazazi, ni muda kitambo hasa. Nilishamuulizaga hasa, sasa nikamuulizaga baba, nikamwambia baba, kwenye familia kwenu kuna mtu mwenye alikuwa na hali kama hii? mm -hmm. Akasema kwa kweli hakuna. Mama naye pia nilimuuliza, hata juzi hasa juzi hapa nilimuuliza mm -hmm. katika familia yenu labda kulikuwaga na mtu mwenye hali huko mlikotokeaga? mm -hmm. Akasemaga hakuna kwa kweli mm -hmm. e. Kwa hiyo ni jambo ambalo limeanzia kutoka kwako? E, naona limeanzia kwangu tu mm. E. Na vipi kwa hata kwa jamii na kuzunguka kuna msaada wote, ulishawahi kupata au kufanya namna ili kupata msaada ili uweze kusaidika kifedha ili uweze kujua tatizo nini? Kwa kweli hakuna mm. Hakuna kabisa hmm. Kwa hiyo hakuna jitihada zozote labda za kuomba msaada kwa majirani e, kuomba kwa kweli sijajaribisha mm. E, lazima niseme kweli sijajaribu mm. Kuomba msaada aina yote kwa jamii kijaomba okay. <laughs> Sa. Sasa, kutokana na hii changamoto yako naamini kwamba Watanzania watakuona na wengi tayari wamekusha kuona wenda wakaguswa na changamoto inayokusibu. Ungetamani e, msaada gani kwa Watanzania wasamaria wa wema, lakini pia hata kwa serikali. E, kwa kweli nachowaomba kama wanavyoniona jinsi nilivyo, naiomba serikali yangu tukufu na jamii yote kwa ujumla Watanzania wote nawaomba waweze kunisaidia nifike hospitali tu. mm -hmm. E, wote hata kiongozi wetu mkuu wetu wa wilaya, mkuu wetu wa mkoa. mm -hmm. kama wanavyonitazama hivi ni mm -hmm. Yaani watumishi wote wa serikali ya Babati naomba wanisaidie sana. na waomba, na waomba, na waomba. Kwa kweli hali yangu ni mbaya, yaani sometimes hata kukaa mbele ya jamii, mbele ya watu najiona kama sio binadamu na kama wanavyoniona inyod hata kupiga picha tu yake nimekaa kama kweli na sikupenda hivo. ni hali ya kiuchumi ni hali ya maisha ndi <coughs> lifanyoho yes. Na vipi kuhusiana na kujishughulisha, hasa unajishughulisha na shughuli geni ambayo inakusaidia kupata kipato? E, kwa kweli kama unavyoona niona tu labda nikatekate majani kulisha vimbuzi tu hapo e, ni hiyo tu, manake kote naona kama huku ni maumivu matupe kwenye mikono. Sasa unamuduje kuhudumia ku familia yako ya watoto watano mke? E, kwa kweli kipawa mbele ni mke anafanya shughuli, na pesa za tasafu pia zilikuwa zinatusaidiaga sana, maanake ukiipata ile pesa unaipewekeza, unanunua kuku, unanunua nini ili kusukuma maisha Mke anajishughulisha na shughuli gani? Eh, mama sasa hivi kweli shughuli kama shughuli tu ni sasa, mtu tunapeana tu kati ya ng'ombe majani ng'ombe, kama unamuona na vimbuzi kidogo tu hapo mm -hmm. Eh, na ndicho kinachosaidia hata kufanyisha watoto mm -hmm. Ni hivyo tu, shamba sina kwa kweli. Na sasa, labda mtu akitaka kukusaidia anaweza kukusaidia kwa njia gani sasa? Eh, anaweza kunisaidia kwa kutumia na, na, namba za simu yangu, sijaweza kuisajili kwa sababu alama za vidole zimekataa. <laughs> E, nimetesti sana kwenye boda Airtel wali, jamaa walituzungukia kila nikinani hivi inakataa. Na labda kukataa kwa alama ya vi, vidole vi ni kutokana na hii changamoto ya kiafya, huenda ikawa ni changamoto za kiafya mm. E, mimi kweli nimehangaika sana, imegoma, imegoma sana. Nikasema niende Babati tena nikajaribishe, ni ikabidi niache tu, nikaeleza nikasema, labda tatizo kwenye damu au kwenye nini, kwa nini alama za vidole inakataa? Sasa kamwambia mwanamke nisajilia tu simu yangu kukutumia. Ninapenda kumtaja hasa kiongozi wetu Mama Samia Hassan Suluhu, rais wetu. Mm -hmm. Naomba mchango wake aweze kunisaidia na mkuu wetu wa mkoa na mkuu wa wilaya pia wote kwa ujumla mm -hmm. na waomba, na waomba, na waomba, waomba, wa viongozi wetu nawaomba, nawaomba, nawaomba wanisaidie kama wanavyoniona hali niliyokuwa nayo mm -hmm. E, nawaomba sana. Na vipi, wakati unataka labda kuoga unapata maumivu, unatumia njia gani kuoga? Kwa kweli, kuoga natumia kitambala aina ya taulo, tena ni taratibu sana. Kama mnavyoniona, sintaweza kusugua mwili wangu mm -hmm. eh, taratibu kama vile unaogesha mtoto mchanga kwenye mm -hmm. Swala la labda kwenye kunyoa, unapoenda saluni wanakuchukuliaje kwenye kunyoa? Kweli naletaga changamoto paka natumia tu, nanyoa kwa mkasi hapa taratibu ee, maanaake kicho kizima kimota nan anashindwa kukunyoa ah, sometimes wanashindwa kabisa ee, anasema sasa bwana, tutavikata hiyo mm hata -hmm. Ee, kwa saluni kwakweli siendagi, natumia mkasi tu apapa nyumbani mm -hmm. Ee. na wakati unatumia mkasi mwenyewe wa wala wa ujitoneshi ah si umini taratibu nakato taratibu e, anavikwepa anavikwepa anavikwepa basi, lakini sinyolewe kwa ufasaha kama inavyotakiwa, nywele zinabaki nyingi tu. Labda ulishai kuambiwa e, gharama inayohitajika ili uweze kupata matibabu. Kwa kweli gharama sijaambiwa, hata dakika moja sijaambiwa, bali nimeambiwa wewe nenda hospitalini, na ni hospitali kubwa kama vile iliandikiwa KCMC au Muhimbili e, na wewe Mtanzania unayetufuatilia hivi sasa, una nafasi ya kumwezesha bwana Kentigan kuweza kwenda kupata vipimo ili kuweza kujua tatizo ni nini na kuondokana na changamoto hii alionayo hivi sasa. Nipo na mke wake hapa, na mke wake atakwenda kujitambulisha kwa majina yake, lakini pia tutazungumza naye machache kuhusiana na changamoto ambayo mume wake anaipitia hivi sasa. Mama, habari za wakati huu. Mzuri, habari za kwako. Salama, heri ya Pasaka. Asante na kwako pia. Asante, naomba tu ujitambulishe kwa majina yako. Mimi naitwa Rozaria Harri. E, kutokana na changamoto hii ambayo mume wako hivi sasa anapitia, e, umeipokeaje na vipi, e, uliikuta ndani ya ndoa ama hapana? Mimi nimemkuta yuko katika changamoto hii mm -hmm. ila kwa sasa imezidi, mm -hmm. yameongezeka sana hivi vitu alivyonavyo ni mm -hmm. tofauti na jinsi nilivyomkuta, ndio. mm -hmm na mlifanya mli, mli jitihada gani wewe kama mama katika kuhakikisha kwamba unapata uh, msaada kuhusiana na changamoto hii hapana? Kwa kweli sijafanya jitihada zozote. Mliridhika mli, mli na hali yake? Hatukuridhika ila sasa, kutokana na uchumi ikawa ni ngumu. Ndio mm -hmm. na hakuna watu ambao walishawahi kujitokeza labda kutaka kumsaidia Sijajua sasa, binafsi yeye. hmm. na kwako wewe, kwa wajai, amna mtu atalijitokezaka kutaka labda kuhu, msaidia mume wako? Hapana, ila ndugu zake. hmm. Ndo wako kwenye harakati kwamba tutamsaidia, tutamsaidia, miaka inaenda, uchumi unazidi kuwa mgumu, basi ndo hivyo, mpaka leo yuko hivyo yu. Mmejaliwa watoto wangapi mpaka sasa hivi, na mtoto wa kwanza ana umri gani, nao anajishughulisha na nini? Watoto watano. Wa kwanza ana umri wa miaka ishirini na tano, wa pili miaka ishirini na tatu, watatu miaka ishirini, wanne miaka kumi na nane, watano na miaka kumi na tano baba ametuambia kwamba wewe ndiye msaada mkubwa wa familia katika malezi e, mahitaji ya, ya muhimu hapa nyumbani, unajishughulisha na nini na unawezaje kumudu familia ya watu watano pamoja na mume katika changamoto hii? Kiukweli sina kazi yoyote zaidi ya kujishughulisha na vibarua vidogo vidogo, ni vibarua vidogo vidogo ndo ninavyofanya, ndo maana nimeweza kuwapeleka shule pale ndikofikia, basi hivyo hivyo tu. Ulishakutana kukutana na unyanyapaa wa aina yoyote, kwa mume wako kuwa na hali hii? Hapana, hapana. Na ungetamani msaada gani sasa kwa watanzania na serikali pia kwa ujumla? Yaani, kwa Watanzania wanaonisikiliza wenye mapenzi mema, wawezi kumsaidia mume wangu kutokana na changamoto hii, awezi kwenda hospitali akapata tiba, arudie katika hali yake afya yake ya kawaida hivo. Na labda akitokea mtu ambaye angeweza kuwasaidia atawapata kwa njia gani? Kwa namba ya simu ambayo ni sifuri sita nane tano thelathini na nane tisini na mbili kumi na nne sifuri sita nane tano thelathini na nane tisini na mbili kumi na nne Rosalia Hari. Mtazamaji, ni safari ndefu kutokea mjini Babati mpaka kufikia hapa katika kijiji cha Orngadida kilichopo katika kata ya Qash, wilaya ya Babati, mkoani Manyara, kuja kumwona bwana Kentgan Bruno ambaye anapitia changamoto ya kiafya kama ambavyo ametusimulia yeye pamoja na mke wake hapa nyumbani na una nafasi ya kutoa msaada wako wa hali na mali kupitia mawasiliano ambayo mama ameyatoa, na bwana Bruno anatumia nambari za au ana, anatumia simu ya mke wake, ni kutokana na kwamba amekutana na changamoto ya alama za vidole yani fingerprint kushindwa kuonekana, hivyo ikamlazimu eh, mama kusajili laini ambayo anaitumia yeye pamoja na, eh, na mke wake ambayo unaweza kupata mawasiliano haya na ukamsaidia kwa namna moja ama nyingine, nambari hizo nitazirudia ambazo ni 0685 389 214, jina litakuja Rosalina Hanry. Unaweza kumsaidia kwa namna yote ile na Mungu atakubariki ataku sana. Mi naitwa Raymond William na nyuma ya kamera yupo Paul Jackson Liliu. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika mazungumzo haya na usisite kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii na Mungu akubariki.